Maua kutoka nje ya Tanzania sasa hivi yanapendwa sana, na kila nyumba inatamani iweze kumiliki maua haya. Tofauti ya maua haya na maua ya asili leo tutajifunza hapa hapa Suji Flowers, ambapo tumekuja kujifunza kuhusiana na maua haya na vile ambavyo yanafanya vizuri Tanzania, na namna nzuri ya kuyatunza ili yaweze kukua katika mazingira tofauti. Mimi naitwa Karijazimbwe, tuko Suji Flowers right in Dar es Salaam. Safari yetu inaanzia hapa. Anasema vitu vizuri it takes time kuweza kuifikia, ni kama ambavyo the deco. Leo umepata nafasi kubwa sana ya kufika hapa Suji Flowers. Uh, changanyikeni Dar es Salaam kukutana na legend wa maua, na sio legend ambaye anapenda maua tu lakini legend in terms of Importer wa kwanza kabisa kuleta maua kutoka nje ya Tanzania na kuya introduce kwenye ardhi ya Tanzania. Tutakuwa na dada Seche, yeye ndiye founder na owner of Suji Flowers hapa Dar es Salaam. Tukiongelea maua ya kutoka nje, wengi hatujui kwamba chanzo cha haya maua yaliyo mengi mazuri yanatoka nje. Wengi tunajua maua yote ni toka hapa hapa Tanzania. Haya maua yanayotoka nje ya Tanzania basically yalianzaje kufika nchini? Nishali, biashara ya maua ilikuwa haijulikani Tanzania miaka hiyo kuanzia elfu mbili na nane na tisa na kuendelea. Mimi nilikuwa kwenye biashara ya nguo, nilikuwa ninasafiri nchi mbalimbali, Marekani, Uturuki, China, India, Banku, Vietnam, Thailand. Nipokuwa nikienda huko nilikuwa nikiona maua, lakini mimi nilikuwa mpenzi wa maua. Nikasema hivi, hii haiwezi kuwa biashara ya maua? maua haya nyumbani hakuna. Nikasema ile ngoje ni muombe Mungu anionyeshe kwamba, je, nifanye hii biashara? Na kweli nikapata majibu kwamba ninaweza na kufanya hii biashara, nikaingia katika kufanya biashara Mwanzoni ilikuwa inaonekana kama biashara ambayo si biashara, ni mawazo ya kichaa. Kwa hiyo nilipoanza kuleta maua, hata kupata kibali ilikuwa ni shida. Hata leseni ya, ya kupata ya biashara maua ilikuwa ni shida kuipata, kukuwa na kategori ya, ya watu wanaoleta maua. Kwa hiyo nikaanza kuleta maua kutoka nje ya nchi kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo nikawa ni mimi Mtanzania wa kwanza kuanza kuimport maua ukiacha mzungu ambaye yuko Moshi ambaye analima hapo na mwingine alikuwa Kigamboni alikuwa analima akafunga akaondoka akaenda kwao. Kwa by that time biashara ilikuwa ni nzuri, lakini pia kulikuwa kuna changamoto ya kujua ua gani litakalohimili. Kwa sababu maua yote unayoona mapya, lakini kutokana na muda unavyokwenda, tukawa tunajua sasa maua haya yanaweza kuhimili, na taratibu taratibu watu wengi waliokuwa wateja wangu na wao wakaanza kuuza maua, na ndio sasa hivi unaona maua mengi sasa yamesha, watu wengi wanaleta maua na maua mengi kutoka nje sasa yako hapa nchini mwetu, na sasa tunajua ni maua gani yanahimili kwa Dar es Salaam, maua gani yanahimili kwa Lushoto, Moshi, Arusha. Okay. Hizo nchi ambazo umezitaja baadhi yake hali ya hewa ni tofauti kabisa na Tanzania, lakini ukaona okay, hata nipeleke nyumbani. Najua This starts with you, wewe mwenyewe najua ni mpenzi wa maua. Wengi tukisafiri nje tunafikiria jinsi gani ya kuondoka na haya maua kwenda nayo nyumbani. Natamani kujua wakati unaanza kusema okay, ngoja nichukue ua hili ninalo nyumbani nikalipande uliweza kulitunza, lilifika salama na lilikuwa ua gani, kama unakumbuka mwanzoni? Kwa kumbuka, ah, maua nilikuwa ninaficha kwenye nguo zile nazoleta kuuza, kwa wakati mwingine yanapata joto njiani, ukifika yamevunjika, mengine yanakufa. Lakini kuna wakati nilikuwa natoka Vietnam, nikaja na sanduku lile la kilo nane mkononi, lote nilijaza maua. Kufika airport ya Dar es Salaam, wakanikamata wakaniambia, no, no, no, huwezi kuingiza maua kwa sababu, nikasema jamani, si ni kilo zangu nane si? Wakasema no no no no, maua yanataka, yana taratibu za kuingiza, na unaweza ukaingiza magonjwa na haya magonjwa yataanzia nyumbani kwako kwanza. Kwa hiyo nikaacha kabisa kuleta sasa, nikaanza kutafuta taratibu rasmi za kuanza kuingiza maua okay. na ua la kwanza ambalo ulihuja nalo kutoka whatever the country that was Ilikuwa ni ua gani na likuwa nailikua nchi gani? Bromelia. Bromelia nilitoa yes, Vietnam. Vietnam, yes, yeah. Okay. Kulitunza hali ya hewa Vietnam na Dar es Salaam? Hewa zi zinafanana kwa kiasi kikubwa tofauti na maua yanayotoka Uholanzi. Mm-hmm. Hali ya hewa ziko tofauti sana, kwa hiyo hali ya hewa ya Vietnam, Thailand hapa eh, Cambodia, zinafanana kwa kiasi kikubwa na hapa kwa hiyo bromeliad hazifanyi vibaya hapa nyumbani, zinafanya kwa joto la Dar es Salaam zinafanya vizuri. Ngawaji jua limekuwa kali sana, kwa hiyo ukiliweka kwenye jua lile lote la saa sita saa sita mpaka saa nane linaungua, lakini jua lile la zamani tulipokuwa wadogo sio kali kama la sasahivi. Kwa hiyo inabidi bromeliad uweke kwenye jua linalopita sehemu ambayo ni asubuhi mpaka saa nne, jua linapita linaondoka, au saa kumi mpaka saa kumi na mbili, hapo linaweza likahimili. Suji Flowers wanajulikana kabisa, ukisema wa Suji Flowers unategemea kukutana na maua tofauti, unategemea kukutana na maua makubwa, na unategemea kukutana na maua ambayo hayata kushinda kuyatunza. Kwa sababu ya trials and errors ambazo zilifanyika sana. Kwenye trials and errors uwa gani ulilipenda sana lakini kwa bahati mbaya Tanzania halikuwa sehemu yake nzuri ya kuishi? Uwa uh, ambayo nilipenda sana ni Peace Lily. Peace Lily sio tu kwa Tanzania, kwa Dar es Salaam halikubali. Na Peace Lily lina, inatoa maua tofauti, inatoa ua jeusi, inatoa ua jekundu, inatoa ua yellow orange na white, lakini maeneo ya baridi kama Lushoto, Moshi, Arusha Mbeya inafanya vizuri. Kwa Dar es Salaam, pisi lili hii ambayo ni imported haifanyi vizuri. Pisi lili ambayo ni loko tayari imesha zoea mazingira inatoa maua, although inaliwa sana na panzi ya kwao. Pisi lili ni ua zuri sana sana, lakini Dar es Salaam halikubali, halikubali. Yes. Na tulips hazikubali sana kwa Tanzania. Oh, you even went further yeah, na tulips? Tulips, tulips. Wow. Yeah. Oh, wewe unapenda sana maua yeah. Sasa maua haya ambayo mimi nilikuwa nayapenda na yapenda. Na wakati no, wa kwanza kuja kuiona kwa mara ya kwanza ilikuwa kwako ambazo ni hizi bromeliads. Lakini kabla ya bromeliads, uh, hata aina bromeliads ambazo kwako kwa kwa zipo ni very exceptional and extremely unique. Kuna hizi flowers zilikuwa zi zinaitwa desert roses by then ukiongelea desert roses yani unaambiwa nenda kwa Suji. How was the journey ya kuleta desert roses back then, na sasa hivi trend imeishia wapi ya desert roses? ah, desert rose ni huu ambalo linastahimili ukame, lenyewe tu lina maji ya kutosha, kwao halina shida ya matunzo, ingawaji inabidi weke kwenye media, yani uweke upande kwa namna ambayo ukiweka tu maji yanapita yanaondoka. Kwa hiyo desert rose ziko nyingi, ni nzuri, zina varieties of flowers. Yes. Kuna single, kuna double, kuna black, kuna white, kuna pink K rangi zote kwenye Desert Rose. Kwa changamoto tu iliopo ni kuoza, wakati mwingine Desert Rose unaweza kushanga from nowhere ime, imeoza, lakini ni uwa ambalo hata kama hauna kivuli, Desert Rose inashamili kwenye jua lile 100%. Mm yes. Halitaki, ukiweka kwenye kivuli halitoi maua. Desert roses ni ua ambalo matunzo yake hata ukiliacha hapa umeling'oa, liweke pembeni mwezi mzima, ukifika ukilipanda, linaendelea na maisha oh. Kwa hiyo matunzo yake ni rahisi mno, ni ua ambalo likufanya uwe maarufu sana. Yes. <laughs> <laughs> kutoka kwenye desert roses kwa mimi kwa kumbukumbu kumbu zangu zinavyonipeleka, nikaja nikakutana na kitu kinaitwa cactus na kwenye jani ya cactus nikaambiwa, we ujaona cactus kubwa. Ukitaka cactus kubwa utaikuta kwa seche. Suji Flowers, mapenzi ya cactus na wewe Mtanzania mlikutana nayo wapi? Mapenzi ya cactus na mimi niliyakuta nje, halikuwa huu ambalo linapatikana sana hapa kwetu kwao. Ni katika kwenda kwangu safari za kuzunguka nchi tofauti tofauti, kutafuta maua nikakutana na giant wa cactus kule ambao wao wenzetu wanarithi biashara kwa, huyo anaitwa Tom Tom, walirithi biashara kutoka kwa babu, kwa babu ya babu yake. Nakumbuka kuna ua wao moja nilikuta wao wanaliuza milioni tisa kaktasi moja. Wow. Yes, kwao kaktasi zipo ni kubwa. Wow. Unakuta hata hapa ziko, ninazo kaktas ambazo unaweza ukaunganisha vichwa vya watu watatu ikawa ni kaktas moja. Tuna kaktas mpaka moja ni laki tano. Zipo hapa tunazo. Kwa cactus pia ni maua ambayo yana, ni maua ya jangwani yanahitaji matunzo kidogo sana, ling'oe liweke hapo pembeni, safiri rudi baada ya mwezi mmoja miwili, ukilipanda linaendelea yenyewe, halitaki maji mengi. Kwa wakati wa mvua nyingi, inabidi utoe, aidha uweke kibarazani kama uliweka kwenye poti kama ulipanda chini na mchanga wake unaruhusu maji kupita, hayawezi kuoza. Lakini ni ua ambalo likitobolewa linaoza. Wakati mwingine jua likiwaka kali sana linaweka michirizi, mvua ikinyesha linaoza, lakini hiyo ni kwenye extreme cases. Lakini otherwise ni ua ambalo matunzo yake ni rahisi, hata kwa mtu ambaye hana muda na maua. Bromeliads, desert roses, cactus ni maua ambayo Best. Yeah, the best kwa mtu ambaye ana changamoto ya muda. Mtu anaweza akasema eh, maua gani haya na miba miba tu? Uzuri wa kaktas ni nini? Uzuri wa kaktas huko kwenye miba yake na aina zake zilivyo tofauti tofauti tofauti. Kaktas pia zinatoa maua kaktasi nyingine, ndefu, nyingine zimejikunja, nyingine zina shape ya ovo. Beauty yake Mungu aliweka hivyo kwenye miba yake na rangi zake na, na, na maua yake. Kwa hiyo token ya ua pia sio tamu sana, kwa sababu ua la cactus linafunguka kwa masaa linajifunga, yeah. na kuna cactus ambazo ni chakula. oh yeah. yes. zipo hapa, ambayo unaweza kuchoma kama, ukachoma kama nyama oh really? yes. na ukala. na kuna cactus ambazo ni, ni tiba Oh, really? Yes. Lakini inabidi uwe makini uzijue, usije ukala sumu, ujue kabisa hii cactus hii inaliwa. Okay. Kwa hiyo cactus na yenyewe na, na, mambo mengi sana, I think that should be another story for another day, kwa sababu ni maua mazuri sana, lile likitoa yani likiwa limetoa lile wake imechanua, yani imetoa ile bloom ni maua ambayo ukiliangalia haliishi hamu, alafu bahati mbaya lifespan ya maua yaliyochanua ya cactus ni yanaishi kwa muda mfupi sana, kwa hiyo you enjoy it while it lasts. Sasa ukitoka kwenye cactus, pia nikasema nataka nijue chanzo cha Suji Flowers kuwa na maua makubwa kiasi hiki haya maua yamekuwa haraka, matunzo yake, labda umetunza vizuri sana mpaka yakawa makubwa hivi, au ni mazee? Mimi nilikuwa wa kwanza kufanya hii biashara, kwa hiyo nimeanza zamani sana, tangu elfu mbili na nane kuanza kuleta maua, kwa hiyo nina maua ya muda mrefu, sio kwamba yamechakani, kwa sababu ninatunza stok, siuzi kila kitu, mengine ninazalisha, nina, nina nasari pia kubwa ya maua kwao mengine ninaacha kama mbegu, mengine pia ninaacha kwa ajili ya mimi mwenyewe kufurahi. Na ili eneo naloishi pia kuna watu wanakuja kufanya photoshoot, kuna watu wanakuja kufunga ndoa hapa hapa na kufanya sherehe hapa hapa. Kwao mimi kwangu maua makubwa na, na enjoy. Okay yeah. Ukipewa ua kubwa na ua dogo utachagua lipi? Inategemea na... <laughs> kuna ua jingine ni kubwa lakini sio zuri, lakini kuna kaua kingine ni kadogo, gharama yake ni kubwa sana yaani kadogo unaweza kucheta kwenye pochi uh -huh. lakini ukaambiwa ili ua ni shilingi elfu sitini na kitu mpaka themanini au laki moja na kitu alafu unakutana na ua jingine ni kubwa sana shilingi elfu ishirini na tano kubwa huwezi hata ukaweka kwenye pochi wala kwenye, kwenye mfuko la shilingi elfu moja kwa hiyo inategemea na aina ya ua ambalo huko duniani wamelipa thamani maua yote ni mazuri mungu ameumba Kwa hiyo tulipotoka kwenye um, bromeliads uh, trend inakwenda inabadilika sana upande wa maua. Trends ndio kila kitu, na hizi trends ndio zinatufanya tuwe na maua tofauti tofauti. Yaani nyumbani kunakuwa na mchanganyiko, it's because of what was new ukaingia kwa wakati ule. So, how has the trend been? Tulipotoka kwenye bromeliads, sasa hivi trend ya maua ime rely ina, ina kwenye maua yepi sasa hivi? Watu wengi wanapenda dieffenbachia au philodendron Hizo ndio watu wengi sasa hivi wanazipenda. Ni kweli maua ni kama walevi, wakisikia kuna ba mpya watu wanaamia uko bia ni <laughs> hiyo, hiyo. Kwa hiyo tulianza kwenye bromeliads, tukaja kwenye anthurium, tukaja kwenye aglaonema. Sasa unajua watu wanakuwa wanatosheka, wanazivamia, wanapata aglaonema za aina zote, sasa wanaingia kwenye vitu vingine. Kwa hiyo sasa hivi trend iko kwenye dieffenbachia mm -hmm. na anthurium ambazo, kuna anthurium kings kuna anthurium za kawaida mm -hmm ozinabadilika sana, kwa hiyo unaweza ukasikia anthurium lakini ikawa ina anthurium, yeah, anthurium king ndio iko kwenye trend, kwenye trend iko kwenye. Yes, all right. <laughs> maua haya makubwa na yenyewe yao ni jamii gani? haya haya kubwa kama hii hapa inaitwa fen. Mm. na hii hapa, hii hapa ni philodendron. Mm. Yes, yes. kwa tuna maua ya aina tatu hapa ambayo ni makubwa. Kwa okay, kila hata madaifen bacha yako madaifen bacha makubwa marefu kukuzidi wewe. Wow. ya inategemea umelitunza kwa muda, yeah, muda sasa, yeah. Haya maua kutoka nje, wengi tunapeana uh, taarifa kwamba okay, uko tayari kuchukua risk, maana unasema ah, limetoka Ulaya huko, likija hapa, je, nitaweza kulitunza? Swali likaanza hapo. Inategemea ni ua la aina gani mara nyingi tunaleta maua yale tu ambayo yanaweza kuhimili hali yetu ya hewa. Ukileta ua ambalo haliwezi kuhimili, utamwingiza mtu hasara, na kesho, hata kwa sisi wafanyabiashara, hata hatarudi kwako. Kwa maana maua yetu mengi ni yale ambayo tayari tumesha kuwa nayo, na hata tukileta, tunayatunza kwanza, ndio tunauza. Wakati mwingine, kwa wale ambao wanayajua, yakifika tu wanabeba, lakini wengine wanaacha mpaka yawe stable, tunauza. au ua likiwa ni mara ya kwanza, una declare wazi kwamba hili huwa ni jipya, nimelileta kwa mara ya kwanza, kwao wote mnaingia katika kujifunza. Na wapenzi wa maua walivyo, they don't care, anabeba kwa riski yake mwenyewe, na mengi yanafanikiwa, machache sana ambayo ni machache sana ambayo hayafanikiwa. Yeah, yeah, na hata huko tunakwenda kununua mengine, nakwambia, hali yenyewe, unatokea nchi gani, unamwambia anasema awambia, okay, fine, hii unaweza kupeleka, lakini pia kuna maua mengine hayaruhusiwi kutoka huko kwao, kwa sababu yako machacha au vibali vyake maua especially kama cactus. Cactus sio ua ambalo unaweza ukaingiza ovyo. Zina taratibu nyingi sana za kulileta ku, za nchini. Lazima ujirizishe kuanzia huko kwao na hizo wizara zao zote lazima zipitie wa treat yale magonjwa na nini, kwa sababu cactus pia ni jamii ya magugu. Unaweza kuleta ua jingine ukaleta shida kama ya magugu maji kwa ukifata taratibu especially kwenye cactus unakuwa uko salama. Watu wa, wa maua mnatambulika, tunatambulika lakini si kwa kiasi kikubwa. Kwa maua huwezi kuingiza kwa njia za vificho, kwa meli mengi anaingia kwa, kwa ndege, utashushia airport, utapitia customs, utalipa kila kitu, kwa hiyo kiukweli ni wakati sasa wa serikali kutambua wauza maua watu ambao wana import na watu ambao wanazalisha haya maua ya kawaida ya ku, ya kupanda. So far bado tunapambana, bado mnapambana, tunapambana kutambulika, tayari mnatambulika kwa sababu hata kwenye vitalu ambayo viko mabarabarani tukipita tunavikuta vina uh, mchanganyiko wa maua, sio maua ya asili peke yake, lakini pia tunaanza kuona haya ambayo yanatoka nje ya nchi pia yakiwa yapo. Um, vitaluni tunaona. Ok, kwa hiyo tumefika levo ambayo haya haya yanayotoka nje ya nchi munaweza kuyazalisha mm. Ninasema hivyo tunapambana kwa sababu sasa hivi ni ngumu kwenda benki ukamwambia mtu, ninaomba mkopo kwa biashara ya ya maua kwa hiyo bado hata afisa mwenyewe mtoa mikopo bado hata hajaelewa maua yanaweza ku... kwa hiyo tuna tunaendelea kupambana, tunajiunga itwe na umoja wetu, na serikali iweze kutambua kwamba na sisi ni wafanyabiashara kama wengine. Na ukiangalia wengi wako mabarabarani, mahali ambapo unaweza wakati wote ukaambua, ondoka riski ya kuibiwa ni kubwa, ama la, watu wanao maua mengi majumbani sasa tu, mfano tukija tukatambulika, tukapewa eneo kama wenzetu nje wanavyopewa maeneo, unakatiwa hapo, unachajiwa kodi, kwao kunakuwa na ile win-win situation. Muuza maua anatoka nyumbani, anakwenda mahali alikopangiwa analipia, analipia kodi ya serikali, kwao serikali inapata na sisi tunapata. Serikali inakukuta uko mahali sahihi, inakuwa ni rahisi kukopesheka, lakini barabarani ni riski, anakupa hela kesho umeibiwa, hakuna ulinzi barabarani. Nyumbani amna mteja anayejua, ndani ya fensi hii kuna kuna maua kwao, tunakwenda tuna sio mbaya, tuna tunakwenda tunaelekea huko tuna. Kwa hiyo kwenye kuzalisha maua haya, je, uzalishaji wake uko vipi? Maua yanazalishwa kwa namna tofauti tofauti. Hii fensi hizi unazoziona nyeusi huku, hizi ndio mbegu hizi ni mbegu kizigusanisha kizi kwenye ukuta ukabandika kitu ukakuja kutoa, inatoa watoto okay. lakini pia feni unaweza kuizalisha kwa kuikata, ila sasa ikishafika kubwa kama hivi mm. kuikata ni riski, lazima uikate ikiwa ndogo, unapasua pale katikati kama moyo mtu mm. lakini daifen bacha unaikata. Agronema, agronema unaweza labda nikichukua mfano wa hii hapa mm. hii ni agronema. Mm. hii agronema inatoa inatoa watoto ukiangalia kuna watoto. Kwa hiyo unaweza ukatoa uka mtoto huyu hapa mmoja. Tunapoendelea kutoa hapa, mtu mwingine anajifunza pia. Huyu ni mtoto ameota pembeni, lakini naweza pia nikang'oa ndivyo namna tunavyozalisha agronema. Agronema ukifanya hivi, ina watoto koo. Unatoa mtoto wa kwanza huyu hapa, ametoka na mizizi, unaweka pembeni. Unatoa mtoto wa pili, ametoka na mizizi, unaweka pembeni. Kwa kama ulinunua hii moja, ameshakuzalia watoto hao wote kwa hiyo hawa watatu unauza, uzazi wako bado uko pale pale. Lakini ukiangalia kuna hii hapa, unakata, ukikata unaipanda. Lakini kuna hii hapa na yenyewe kubwa, unatafuta kisu kikali, hii hapa. Hizi unazoziona ni watoto hawa. Kwa hiyo unaangalia, sina kisu hapa, hiyo tenkata kwa kama ni mtaji kama ni nua moja hii baada ya wiki mbili inakuwa imeshaweka mizizi hizi hapa pia unauza, na hizi hapa pia zote unakatakata, unazalisha. Baada ya muda tu zinakutolea watoto. Kwa hii ni biashara yenye faida sana, hautakuja kupata hasara unless ilife. Lakini kama hizi ukiangalia kwa kama hii moja baada ya muda inatoa watoto wawili, watoto wawili, watoto wawili, watoto wawili, kwa hapa na watoto nane. Mm -hmm. na hii moja inauzwa mpaka shilingi elfu thelathini mm -hmm. na tano, au ukipunguza sana ishirini na tano. Kwa hiyo unakuta kwamba unapata faida, ni biashara yenye faida, na unavyozidi kukaa nalo mtaji wako unakuwa, unless itokee shida maua yafe lakini under normal circumstances ni biashara ambayo ina appreciating value kwamba umeanza leo na shilingi elfu hamsini au laki tano baada ya miezi sita una biashara yako imepanda kwa hiyo hivi ndio tunavyozalisha ua kama hili hapa okay. kwa hiyo, hiyo huyo ndio aglonema. huyo ni aglonema maua haya ambayo yanatoka nje ya nchi tumeweza kuona kwamba yanafanya vizuri Tanzania, yes. Na sio maua ya kuyaogopa, unaweza ukaya enjoy likiwa dogo mpaka likiwa kubwa. Every stage ina count vizuri sana, lakini kikubwa ni kuwa mpenzi na uwe unafuatilia, yani you have to be up to date, yani watch the decor mara nyingi uwezavyo, ili uweze kupata update, kujua upande wa mambo ya decor, gardening nini vinaenda vipi na sasa hivi tuko wapi? Leo tulikuwa Suji Flowers, viko vingi vya kujifunza, lakini leo tutaka tujue chimbuko la haya maua yanayotoka nje ya nchi ilikuwa wapi, nani nani. Hakika tumempata ni Suji mwenyewe Seche, ambaye ametuonyesha safari yake ya maua, kutoka wakati anaanza kuleta kidogo mpaka sasa hivi ana maua zaidi ya elfu kadhaa kwenye, kwenye eh, shamba lake. Maana hii ni zaidi ya garden. Hili ni shamba la Suji Flowers, Changanyikeni. Wakitaka kuwapata, wanaweza kuwapata vipi? Tunapatikana Changanyikeni, ambapo ni Changanyikeni njia inaenda inaitwa njia ya panda ya shule. Kwa hiyo kituo kinaitwa Njia Panda ya Shule. Ukiulizia mtu yeyote tu Suji Flowers, hata ukiulizia kuanzia kule Ubungo au chuo kikuu Mlimani City, wanakuleta mpaka hapa panajulikana. Changanyikeni, Njia Panda ya Shule, unaulizia Suji Flowers. Unafika. All right. Asante sana. You can speak to me through my email address, which is kadija.zimbwe at capitaltv.co.tz. And you can also watch this program over and over again through our YouTube channel which is Capital Television Tanzania. Until next time, tunasema, keep those houses beautiful and glamorous